Hii ni K News habari. Watu wamekuwa wanakuja wanachukua mali zetu kwenye ardhi yetu, kwenye ardhi yetu ya Itumbi wanaenda nayo bila sisi wenzio kujua, hata darasa moja la shule. Kuna kituo pale cha polisi kimewekewa, tunasikia watu wakapiga mzigo wa wadau wakaenda hayo, tuwachane nayo, sio ya kwetu sisi. Ili nachoomba mheshimiwa kwa kutokana, sisi wananchi wa Itumbi tumenyanyasika muda mrefu, tunaomba tu maamuzi yaliyo sahihi. Ukifika uchaguzi janja janja hatutaki, hatuendi Chadema tuendi wapi? Tunataka tukapigane pale kwenye kula za maoni. CCM, usiwapo ujanja, ili watu watafute mtu aliye wa haki, ili tufikishe kiongozi safi hapa. Napokuambia kuna matatizo, kuna wananchi watu weko karibia elfu ishirini. Ukienda pale, huyo amepigwa gema, huyu anataka azae, chumba ni kimoja. Yani ni mpabilishano wa hatari, alafu hapa tunashangilia, tunashangilia kitu gani? Naomba mkuu wa wilaya, wewe ndio uko hapa, na mkuu wa mkoa, haya yanayofanyika siyo sawa. Kwenye pale sanduku la, la wapiga kula, tunaomba maamuzi ya chama cha mapinduzi yafanyike ya haki, maana ili watu waitafute haki lakini hapa hakuna mtu ambaye tunayeweza tukasema tukampa mitano labda ni mbunge na mama yetu, lakini wengine tunaomba mheshimiwa zilindwe uchaguzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimesema nataka nishauri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama hamtakubali kujitoa ofisini kwenu kutusaidia hichi kituo cha polisi, amini maneno yangu, hakuna mdau wataweka mzigo pale. Naomba ofisi ya mkuu wa wilaya ofisi ya mkuu wa mkoa ofisi ya mbunge tusaidieni sisi wananchi, tumesha kijenga kile na tumepiga kelele, tuwezekeni polisi kifanye kazi. Huo ni ushauri wa kwanza. Ushauri wangu wa pili, mkuu wa mkoa, huu mji unakuwa kwa kasi, tunaomba watu ziwaje, waje watutengenezee barabara, zinapita wapi, mitaa inapita wapi? Sasa hivi gari mbili hazipishani hapa mtaani, tumesha banana, wametuwekea X lakini watu hawajavunja kwao. Naishauri ofisi ya mkuu wa wilaya ofisi ya mkuu wa mkoa itulete watu walizo waipime Itumbi tujue barabara zimepita wapi zinanyokea wapi. Huu mji unakuwa kwa kasi sana. Kituo cha polisi, aliwahi kuja Albert Chalamila kama mkuu wa mkoa akasema, wananchi mkifikisha kwenye lenda, mimi kama mkuu wa mkoa nitatoa bati. Kwa wakati huo mwenyekiti alikuwa anapita kuwapi? La sasa, wananchi wamejitolea mpaka hapo mbao, wamepiga pale mbao, zinaendea kuoza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa labda una taarifa kwenye ofisi yako kama Albert Chalamila aliahidi bati. Maji hamna, alafu kitu kingine tunateseka sana, walimu nao wanateseka, kwa sababu pale shuleni, shule ya msingi hapana maji, na itumbi pia hakuna maji. Watoto walimu, wanawatuma watoto kwenda kuchota maji sehemu za madimbwi, walimu chimba na skaveta kwa sababu ya kutafuta madini. Watoto wale wakienda kuchota maji wanapata ajali ya kufariki kwenye maji yale, madimbwi ni marefu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaendelea kugusa maeneo mbalimbali mpaka sasa hivi, naumeona barabara, tumesema tumesema bilioni moja na zaidi, kwa sababu barabara tu milioni mia nne na ngapi na ishirini na kitu ambazo zinatekeleza hii barabara, lakini ukijumlisha na sekondari tunakuja ndani ya hizo fedha, ni pamoja na sehemu na fedha zinazotokana na mfuko wa jimbo ambazo zaidi ya milioni kumi na tano zimetolewa kupitia mfuko wa jimbo kwa ajili ya ujenzi wa sekondari ya Masache ambayo inajengwa hapa Itumbi, na kama alivyosema Mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji hiki, tayari maboma ya vyumba vinne yameshakamilika na bati ziko humu ndani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, utaratibu wa upawaji unaendelea na baada ya hapo tunaendeleza ujenzi wa vyoo na jengo la utawala, ili mbeleni hapa tunakusudia sasa serikali chukue hatua yake, kama ambavyo imeendelea kufanya mambo mengine, tuweze kusajili na watoto waendelee kusoma hapa ili kuepuka umbali mrefu ambao watoto wa Itumbi wanatoka hapa kwenda kusoma Matunda katika sekondari ya Makala. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika hili nikushukuru sana na sana nikupongeze sana. Kwa bahati mbaya siku ulipokuja tulikuwa safari tulikuwa Dodoma katika mkutano, wa mkutano mkuu si mtaifa, sikuwepo kwa hili la kubariki na, kulipongi, na kulipokea kuhusiana na ujenzi wa sekondari ndani ya Itumbi. Mimi Mheshimiwa diwani kwa niaba ya wananchi tunakupongeza sana na tunakushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika kugusa mambo mbalimbali, umeona katika kipindi cha miaka mitano hatukuwa na shule za msingi Matondo, hatukuwa na shule ya msingi Zingwa, na sasa tuna shule za msingi ambazo zinafanya kazi. Takriban ya fedha shilingi milioni themanini zilikuja pale Matondo ili kutekeleza miradi ya madarasa, lakini hali kadhalika zaidi ya shilingi milioni arobaini zilikwenda pale Zingwa kutekeleza miradi ya madarasa. Tuna ujenzi wa shule shikizi ambayo mpaka sasa hivi haijasajiliwa pale na nyuki mpaka sasa hivi tayari kupitia mfuko wa jimbo shilingi milioni tano zilishakwenda pale na zinafanya kazi katika utekelezaji wa miradi ya madarasa maombi. Mpaka sasa hivi tunaendelea kujenga tena shule nyingine, shule nyingine pale makata ng'ombe, ambapo mpaka sasa hivi madarasa matatu yamekamilika na msingi wa vyumba vingine vya madarasa viwili vimekamilika kwa nguvu za wananchi na kwa nguvu za wadau, na mpaka sasa hivi bado serikali hatujaigusa. Niombe sasa kwa kuwa nguvu zile zimetumika vizuri sana kwa wananchi ikiwepo makata ng'ombe na nyuki, niombe sasa kupitia mkurugenzi wangu mwenyekiti wa halmashauri na bahati nzuri yuko hapo mewakilisha makamu mwenyekiti, kupitia mapato ya ndani, kwa bajeti inayokuja tuwaguse mkono wa wananchi hao, nao wajisikie kwamba ni sehemu kama ya watu wengine ambao wamepokea mradi na fedha nyingi zilizotiririka. Yaliyofanyika mheshimiwa mkuu wa mkoa, hususan swala la barabara, mheshimiwa mkuu wa mkoa, lilikuwa ni kikwazo kikubwa sana kwenye kitongoji hiki cha Itumbi. Sasa unafanyeje? Kwa sababu rasilimali nyingi za halmashauri zinapatikana huku na maendeleo mengi ya miradi yetu yanapatikana kutoka huku Itumbi, kama halmashauri tuliona ni bora tuelekeze nguvu kubwa kwenye eneo hili la Itumbi kuwa na barabara nzuri, ili wenzetu wanaofanya kazi ya dhahabu mitambo yao waweze kuingiza bila wasiwasi yoyote, lakini na magari yao yanayoenda kufanya kazi huko yaende vizuri Sio hao tu, lakini pamoja na wananchi wetu kupata huduma ya usafiri kwenye wilaya hii ya Chunya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, moja ya kitongoji kinachoongoza kuwa na mabasi mengi ni Itumbi, yanayosafirisha abiria kutoka Itumbi kwenda Mbeya, kwa hiyo lina heshima yake ya pekee. Na kwenye maelezo aliyoyatoa mheshimiwa diwani, kimsingi yana mashiko kutokana na jiografia yetu ya Itumbi jinsi ilivyo na kata nzima ya Matundasi wananchi wao wa kata Matunda hasa wananchi wa kijiji cha Itumbi, wao kiu yao kubwa siku zote ilikuwa ni maendeleo, kiu yao kubwa ilikuwa ni maendeleo, na siku zote walikuwa wanapiga kelele kuhusu barabara. Na mara ya mwisho nilikuja hapa, tulifanya mkutano hapa hapa, nikawaambia, nitakapokuja tena hapa kuja kuongea na nyinyi, barabara itakuwa imekamilika. Leo mmeiona, mjaiona? Niliahidi, sikusema Ha, tuseme tena hapa ndivyo fanya mkutano hapa wakati tuna mnadi mwenyekiti wa kitongoji hapa tuliahidi atukusema. Mmeona mjaona, piga kelele. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwaka elfu mbili na ishirini tulikuja kuomba kura kwenye uwanja huu nikiwa na Mheshimiwa diwani ndugu yangu Kimo Choga, moja kati ya changamoto kubwa ambazo walituambia wananchi wa Itumbi ilikuwa wanasema wanataka maendeleo na nikwambie, mheshimiwa mkuu wa mkoa, Itumbi ilikuwa ni kama iko gizani, Itumbi ilikuwa ni kama imetengwa. Tukasema mtupe kura twende tukaifanyie kazi. Itumbi hakukua na umeme, Itumbi hakukua na mawasiliano ya simu, Itumbi hakukua na barabara ya uhakika, Itumbi hakukua na shule za uhakika, Itumbi hakukua na kituo cha polisi. Lakini leo tunaposimama mbele yako mheshimiwa mkuu wa mkoa tunasimama tukijivuna mstari wa mbele kuhakikisha kwamba yale ambayo tuliwaahidi wananchi wa Itumbi tumeweza kwenda kuyafanyia kazi. Mpaka sasa hivi umeme umewaka, na sasa hivi kazi kubwa tu tunayokwenda nayo tunaenda kufanyia ni kwenda kupeleka kwenye vitongoji, lakini kupeleka kwenye maeneo ya wachimbaji ili na wao waweze kunufaika, kwa uchimbaji uende kuwa rahisi zaidi za, lakini jambo la pili, tumeendelea kuhakikisha kwamba kwenye upande wa elimu amezungumza ha hapa mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Haya yote mlituambia, mkatutuma na sisi tuendea kuifanyia kazi. Fedha zimekuja kwenye makala sekondari, fedha zimekuja kwenye shule za msingi, na sasa kazi kubwa tuendelea nayo kwenye sekondari yetu hii. Niwapongeze wananchi wa Itumbi kwa namna ambavyo mmekuwa mnachangia sekondari mpaka imefikia pale. Na mimi mheshimiwa, mkuu wa mkoa, baada ya kutoa tamko mara moja uliponiagiza nilileta milioni tano za kuanzia lakini kana kwamba haitoshi mwaka huu, amezungumza mwenyekiti wa kitongoji hapa, nimeleta milioni kumi na tano na bahati, zimeshanunuliwa ziko ndani padogo hapo. Ndugu zangu, mara ya mwisho wakati kulikuwa na changamoto kubwa nilikuja tena mahala hapa, hapa nikafanya mkutano wa hadhara na wananchi hawa hawa. Nililazimika wakati huo kumleta injinia meneja wa TARURA wa mkoa naye nilikuja naye hapa Injinia Kindole ili nayo apite pamoja, tupite kwenye mashimo pamoja, tupite kwenye madimbi pamoja, ili wote tuwe tunazungumza lugha moja, na matokeo yake ndio haya. Chukua mkoa, hii barabara haijaji hapa. Kwa bahati mbaya, magari kwa siku moja, mabasi yanayotoka Mbeya mjini kuja hapa na kurudi ni zaidi ya mabasi ishirini kwa siku. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Zaidi ya mabasi ishirini kwa siku hiki ni kituo kinachotoa mabasi mengi sana kwa siku moja ndani ya wilaya yetu. Kwa hiyo barabara hii ni haki ya wananchi wa Itumbi kuipata kwa kiwango hiki, na hata ingekuwa ya lami mimi ningeunga mkono kabisa. Ni haki yenu kupata hata barabara ya lami kwa maendeleo yaliyoko hapa <laughs> ha, ni kazie hapo hapo wapi? Yaani nikazie wapi? hapo kwenye lami hapo, lami yeye. Mkuu wa mkoa, e, Dakta Samia Suluhu Hassan safi na lami. Je, tutafika? Jambo la kwanza, tulifika hapa tulipata kilio cha barabara, barabara tumeijenga. Uongo kweli wanaosema barabara tumeijenga, nyosha mikono juu. Swala la barabara tumelifanya, lakini tumetoa maelekezo barabara hii lazima ijengwe mitaro ili isiharibike. Kwa hiyo barabara imejengwa na fedha zililetwa zaidi ya milioni mia nne kwa ajili ya kujenga barabara hii. Nichukue nafasi hii nimpongeze sana mkandarasi kwa kujenga barabara bado hajalipwa hela hata kidogo, lakini kajenga, na sisi tumeahidi kwenda kuongea na mheshimiwa waziri ili aweze kulipwa fedha zake. Tumpigia makofi mengi sana mkandarasi wetu. Lakini jambo la pili, tulikubaliana ujenzi wa shule ya sekondari, tukaipa jina la mheshimiwa mkuu nini, mheshimiwa mbunge, ambapo ni kwamba Mheshimiwa Masache Njeru Kasaka aliweka milioni tano. Baadaye akatoa milioni 15 za mfuko wa jimbo. Zilifika zijafika. Wanaosema zilifika ambao wana ushahidi nyosha mkono juu. Pesa zimefanya nini? Zimefika. Za mfuko wa nini? Wa jimbo. Kwa hiyo kutoka kwa bwana Masache hapa zimefika milioni ngapi? 20. Mtu mwingine ambao mwenye ubavu naye hajaongezi. Tumeelewana? Jambo lingine ni swala la shule ya msingi. Hapa kuna watu zaidi ya elfu ngapi? watoto wame wamezidi kwenye shule na hii sio dhambi kwa sababu eh, kazi inadawa, na dawa na na, na na lazima tufanye hivyo. Taifa lenye nguvu ni taifa lenye watu wengi. Ukienda India saizi wako bilioni moja na milioni mia tano na kazi inayopigwa kule sio kawaida. Bila watu hakuna maendeleo, bila watu hakuna, na ndio maana wanasema ili nchi isonge mbele lazima kuwe na siasa safi uongozi bora na watu, watu. Siasa safi, uongozi bora, si ndivyo? Watu wenye akina nani? Ndo nyinyi. Sasa lazima tuongeze jitihada, na nawaona wanaume mpo na akina dada mpo, tupambane tufike kule nchi ya hai. Hapo vipi? Ambao amenielewa wa wanyoshe mkono juu. Hey, dada pale hanyoshi yeye, yeah, anasema ameshaaga mashindano, lakini namuona kwamba bado damu inachemka hapo vipi? Kwa hiyo swala la shule ya msingi lazima lijengwe, tujenge shule nyingine ya msingi. Kwa hiyo nimeelekeza pia milioni ishirini na tano kwa ajili ya shule za msingi ili tuweze kuanza ujenzi wa shule mpya ya msingi. Nilikuwa nafikiria kwamba shule hii tuite tena jina la mkuu wa wilaya, nikasema eh, hey, watasema mkuu mkuu, kila akifika anawapa jina ya majina watu viongozi tu. Sasa hiyo mtachagua wenyewe, kama mtampa mkuu wa wilaya sawa kama mtaipa sijui Itumbi sawa, mkiipa sijui nani sawa, mkiita chama cha mapinduzi sawa, tumeelewana Tumbi. Kwa hiyo mimi na imani kwamba kwa nguvu alionayo mheshimiwa mkuu wa wilaya na namna ambavyo anapambana hapa, maji yatapatikana, uongo kweli? Lakini niwapongeze sana mbunge wenu Mheshimiwa Masache Njeru Kasaka kwa namna ambavyo anafanya kazi na kupambana juu ya kata hii kata hii ya matunda lakini pia hususan hapa Itumbi na amechomekea hapa, anasema ho sijui hapa iwe kata na nini. Tutakapofika mchakato wa kuanza kutengeneza kata mpya pale ambapo tutakapokuwa tumejulishwa na wenzetu, basi tutaanza mchakato wa kuandaa kata nyingine ya Itumbi kwa sababu na na, na kwa nini tulianzi, tulijenga hii barabara tulipigania kwa sababu zaidi ya kilo kadhaa za dhahabu kilo mia moja kwenye soko la dhahabu kwa mwezi zinatoka huko Itumbi. Kwa nyinyi ni wababe wa vita, mko vizuri. Sasa kama dhahabu nyingi zinatoka huko, kwa nini tusitafute milioni 400 kuja kujenga barabara? Na ndio maana tumejenga. Kilo mia moja ya dhahabu inatoka huko Itumbi, ndio maana tukasema tujenge kituo cha polisi. Na mimi niombe kamanda wa mkoa, sijui uko wapi, njooni na inasemekana wanachangia changia wale watu, njooni mmalizie huku eh Bwana Simai, njoeni mmalizie hichi kituo cha polisi. Wakichangia tumalizie, na kama mmekwama, njoeni tena mkae na wadau hapa mmalizie kituo cha polisi. Lazima kituo cha polisi kikamilike, ili watu ambao wanaleta shida wanakamatwa na jeshi la polisi wanapelekwa kituoni wanachukuliwa hatua, alafu baada hapo magereza yako wapi? simama kamanda. Kamanda naye anawachukua watu wake na yeye anaondoka nao. Ehe, kamanda huyo na anaondokana. Hii ni Knews habari.